Karibuni sana ndugu zangu waandishi wa habari. Uh, tumemwaita hapa Amen Da na mbele sura ambazo mnaziona ni sura ambazo mnazifahamu, lakini pengine imekuwa surprise kwenu. Uh, tumekutana kwa pamoja uh, hapa kuna Gift Alex Macha ambaye yeye ni mtayarishaji na mtangazaji kutoka kituo cha Azam Media, lakini yupo hapa Hussein Masanza ambaye yeye ni afisa habari wa klabu ya Singida Black Stars, lakini pia tunaye eh, almaruf mzee Shayo eh, ambaye anatoka kwenye tasnia ya uchekeshaji, unauza vituko, tuko na muuzaji wa vituko hapa <laughs> mzee Shayo, na mimi ni Ali Shahaban Kamwe, ni afisa habari wa klabu Yanga Africans. Kwa nini tumejumuika sisi pamoja na kwa nini pia tumewaita ndugu zetu waandishi wa habari tuweze kuzungumza siku ya leo hapa Amelinda. Jambo la kwanza, wote ambao mnatuona hapa, sisi ni wenyeji wa mkoa wa Kilimanjaro, sisi kwetu ni Kilimanjaro, wote ambao mnatuona hapa, na tunaamini mkoa wetu wa Kilimanjaro ni mkoa ambao umekusanya watu wengi sana ambao wako Dar es Salaam hapa wakifanya shughuli mbalimbali, lakini pia wako nje pia ya nchi wakifanya shughuli mbalimbali, lakini asili yao ni Kilimanjaro. Sasa tumetafakari na tafakuri ya muda mrefu kidogo, alikuwa jambo la ghafla, ilikuwa ni jambo la muda mrefu. Tuliketi chini kwa pamoja kama watu wenye asili ya mkoa wa Kilimanjaro mkoa ambao umekuwa ukibeba sifa nyingi uh. Na mkoa wetu, unajua, una sifa ya kubeba mlima mkubwa barani Afrika, na sisi tupo tukatafakari kwa pamoja, tukasema uh, kwa nini safari hii tusifanye jambo kwa ajili ya mkoa wetu wa Kilimanjaro? Kwa nini sisi ambao tuko mjini Dar es Salaam, tuko mikoa tofauti tofauti na tuna nafasi kwenye sehemu tofauti tofauti, kwa nini safari hii tusifanye jambo kwa ajili ya mkoa wetu wa Kilimanjaro? Kwa tukafanya vikao vingi vya ndani na vikao hivyo vikatukutanisha uh, watu mashuhuri wengi wanaotokea mkoa wa Kilimanjaro. Watu mashuhuri namaanisha kwenye kila tasnia ambayo inatoa watu mashuhuri. Tulikutana kama watu wa Kilimanjaro na tukakubaliana kwa pamoja, baada ya vikao vingi, kwamba mwaka huu basi, Mwenyezi Mungu atuongoze turudi nyumbani kwetu Kilimanjaro, twende tukafanye jambo kwa ajili ya jamii yetu ya Kilimanjaro. Kwa hiyo tasnia ambayo tumezimekusanyia kwa pamoja, eh, wako waandishi wa habari ambao ni mashuhuri kweli kwelikweli, wanatokea mkoa wa Kilimanjaro wako eh, wasanii kwa maana ya waimba mziki wanaotokea mkoa wa Kilimanjaro. Wako wasanii ambao ni waigizaji wanaotokea mkoa wa Kilimanjaro. Wako wasanii kwenye tasnia hii ya comedy wanaotokea mkoa wa Kilimanjaro. Wako wacheza mpira kwa maana ya players wanaotokea mkoa wa Kilimanjaro. Wako wasemaji eh, wa klabu hizi zinazoshiriki ligi kuu, ligi daraja la kwanza ambao wanatokea mkoa wa Kilimanjaro lakini wako watu mbalimbali mbali kwenye kwenye uh, tasnia tofauti tofauti ambao asili yao ni mkoa wa Kilimanjaro kwao, tukasema tuje na kitu kinaitwa Kili Icons, yaani zile nembo za Kilimanjaro zote kwa pamoja kwenye tasnia tofauti tofauti tuziingize kwenye kapu moja linaloitwa Kili Icons. Kila icon ya Kilimanjaro tutaihitaji kwenye jambo hili ambao tumeweza kuwafikia, tunashukuru kwa ushirikiano wao, na wale ambao bado hatukuweza kukutana, basi kupitia mkutano huu wasikie sauti zetu kwamba Kilimanjaro inatuita, Kilimanjaro inatuhitaji na wakati ni sasa wa kwenda kurudisha kwa jamii yetu ya Kilimanjaro. Wanazungumza wenzangu mengi hapa kuhusu mkoa wetu wa Kilimanjaro, lakini nijikite kwenye, kwenye, kwenye tukio lenyewe na dhamira yenyewe ya, ya, ya hii Kili Icons. Aa, baada ya kukusanyana sasa Kili Icons kwa pamoja tukasema tunataka tukafanye jambo katika mkoa wetu. Sasa tunaanzia wapi? Eh, tunaanzia wapi? Tushakubaliana tunataka turudi nyumbani tukafanye jambo, tunaanzia wapi? Ukirudi nyuma kwenye mkoa wa Kilimanjaro, yuko mdau mmoja anafahamiwa kwa jina la Laurent Kinabo, ambaye yeye anamiliki kituo cha michezo ambacho kinaitwa jina la Kili Wonders Sports Center. Nafikiri mnafahamu ndugu yetu Laurent Kinabo alikuwa na timu yake gift ya timu jina yake ni Jele. Kuna kati timu fly na kamiliki ka mpira kule Kilimanjaro. Alitumwa mwaka huu kwenye kombe la shirikisho la CRDB. Kiliwanda Kili Kili Kili Wanda Kili Kili Kili Kili Kili Kili Kili kakaja kufia hapo KMC na Simba. Ilituuma timu yetu ya mkoa ilituuma. Kama i kuna namna ya kuitetea tungetetea, lakini ndio hivyo, kanuni zilikuwa haziruhusu. Lakini timu yetu ya mkoa Kili Wonders, ambayo Bwana Laurent Kinabo anaimiliki, ilikufa kifo kibaya sana hapo hapo KMC ke, ikatolewa kwenye mashine. Lakini juhudi zake zile za kuhakikisha kwamba anaopromoti mkoa wa Kilimanjaro, juhudi zake za kuonyesha kwamba vijana wenzetu ambao wapo Kilimanjaro na wanazishikilia ndoto zao, bwana Kinabo anahakikisha anatengeneza njia. Huyu alikuwa mtu wa kwanza sisi kumfikia, kwa sababu tayari amekuwa na hii platform kwa miaka mitatu, amekuwa akifanya matamasha haya ya Kilimanjaro kwa vijana wa pale na kila kitu. Tukasema huyu, kwa sababu ameshakuwa na mwanzo, tumfikie huyu, tuzungumze naye na tumweleze dhamira kubwa ambayo tuko nayo. Kwa hiyo nitumie fursa hii kwanza kumshukuru na kumpongeza Bwana Laurent Kinabo alitupokea vizuri na tukamuuzia wazo letu, na akalipokea vizuri. Kwa hiyo tunakubaliana mwisho kwamba mwaka huu yale matamasha ambayo bwana Kinabo huwa anafanya kupitia hichi uh, uh, kituo chake cha Kili Wonders, safari hii tujoin pamoja na tutengeneze kitu kinaitwa Kili Icons. Kwa hiyo hii Kili Icons itashirikiana kwa wale wakazi wetu, ndugu zetu wa mkoa wa Kilimanjaro, ambao mmekuwa mkishuhudia haya mabonanza mbalimbali, matamasha mbalimbali ambayo bwana Kinabu huwa wanayandaa kwa mwaka huu. Sasa tumeunga nguvu pale, hizi nembo za Kilimanjaro zinakuja sasa kutengeneza tamasha moja kubwa ambalo halijawahi kufanyika Kilimanjaro. Tagusa baadhi lakini ni wengi kweli kweli. Hata kwenye hii press ilikuwa tuwe naye mwenzetu kiredio yeah. eh lakini kutokana na udhuru ameshindwa kufika kwa wakati, ila naye ni mwana Kilimanjaro. Kwa hiyo ukanda ule tumebarikiwa kweli kweli. Sasa sisi kama kama icons ambao tunatokea Kilimanjaro tuliona ipo haja ya kufanya jambo hili. Na lengo kubwa, malengo, kwani tunafanya hivi, kwani tumekuja kuandaa tamasha hili maalum ndani ya siku ya tarehe saba. Kwa nini? Yani kwa nini tumefanya hiki kitu? Lengo kubwa ni moja tu kuhamasisha vijana na kuhamasisha watu ambao wanatoka Kilimanjaro popote pale walipo, waone inawezekana kupitia hawa icons ambao wameshafanya vitu katika tasnia zao n yaani, leo hii kama kuna kijana yuko pale Kilimanjaro yuko pale Moshi yuko pale Mwanga kwa Mheshimiwa mbunge eh, Hashimu Ibwe akimuona ali Ally Kamwe na akafahamu kumbe Ally anatokea Kilimanjaro, basi na yeye katika ndoto zake anazidi kupambana. Ndio lengo kubwa kama kuna mwimbaji akiona kumbe kina Maua Sama hawa wametoka nyumbani ukina Nandy, basi na yeye anaona kumbe inawezekana, ndio lengo. Kwa hiyo tuliamua tu highlight hiyo, na tumeona ni kitu kizuri. Na wakati wengine, tarehe saba, wanaitumia kufanya maonesho ya biashara, sababu ni sikukuu ya sabasaba, si ndiyo? Sisi kama kile icons tulitafakari tukasema sisi tuoneshe kitu gani ambacho kiko nyumbani, tuna nyota gani nyumbani, na tuna mambo mangapi makubwa tunaweza kuyafanya. Uh, tukiwa ni asili yetu ni, ni Kilimanjaro kwa hiyo kubwa ni hilo. Na ndugu yangu, mimi nimeshangaa kitu kimoja, hali umemzungumzia vizuri sana Selemani mwalimu, lakini hujasema kama ametokea Singida Black Stars. nataka kuharibu press sana. <laughs> <laughs> anajikita kwenye kili icon, Selemani <laughs> mwalimu kijana wetu ambaye uh, Singida Black Stars tulimuona na tukamfungulia dunia e, tukampa fursa tukamwamini na ameonekana duniani na anaiwakilisha vizuri sana Kilimanjaro. Kwa hiyo pia tunatumia fursa hii kuwahamasisha ama kuwakumbusha wale wote ambao tayari wanafanya vizuri katika maeneo mbalimbali, na wana asili ya Kilimanjaro waanze kujitokeza na waje kuungana na sisi kwenye hii movement e, kwa sababu wana Kilimanjaro ni wengi kaka, hapa Dar es Salaam wamejaa kweli kweli, lakini pengine hawakupata platform ya kuonekana au kujitambulisha. Sasa hii iwe ni sehemu au iwe ni chachu wao kuhamasika na kujitambulisha. Usione aibu kuwa mwana Kilimanjaro, ijitokeze mbele, kwa sababu ndio mkuu ambao umebarikiwa, hata top 4 ya ligi kuu msimu huo ilivyoisha. Okay, ukiangalia wasemaji watatu katika top 3 wote wanatoka Kilimanjaro, yuko Ali, niko mimi, yuko Hashimibwe, kuna yule mmoja tu amesoma, amesoma pale pale Kilimanjaro. kwa hiyo unaweza ukaona uh, watu wa ukanda huo kidogo tumebarikiwa tume na ndio maana tunakuja, tuna mbele za watu ili kuwahamasisha eh, kusini hadi kaskazini. So ni hamasa kwao, tunatumia tuna fursa hii kuwatambulishia hii movement, lakini pia uh, kuwakaribisha sana. Tutaendelea kutoa ratiba mbalimbali mbali kuelekea hiyo ya siku ya tarehe saba yeah. Na nadhani kuna mipango ya ratiba utaielezea vizuri. Sahihi. Sahihi. E, kuna ratiba hapa uh, ya, ya safari ataielezea vizuri, tunaenda Kilimanjaro nyumbani na tunataka twende na watu wengi. E, popote mtu alipo sasa hivi hakuna shughuli nyingi. Mpira umeshaisha, msimu tumeshamaliza, wale watu wa mpira tunakutana pale ushirika Moshi kwa ajili ya kilele cha kuadhimisha siku hii muhimu. Kwa hiyo mengine tutaendelea kuongea na kupitia maswali yenu baadaye, tutaweza kufafanua zaidi. Lakini muda huu ni mkaribishe uh, presenter handsome